Basi mtazamaji tuangazie taarifa za biashara. Serikali imezindua makala ya mwaka huu ya shindano la mtandaoni ambalo linalenga kutambua na kukuza kizazi kipya cha wataalamu ambao watadumisha usalama kwenye sekta ya kidijitali humu nchini. Uketo wa taarifa hii mtazamaji ni kwenye kitengo cha Kapu la Biashara. Katibu katika wizara ya habari, mawasiliano na uchumi dijitali, mhandisi John Tanui anasema kupitia ushirikishaji wa wanafunzi, serikali inatumai kutambua na kukuza wataalam watakaodumisha usalama mtandaoni. Tanui alisema haya wakati wa uzinduzi wa makala ya mwaka huu ya shindano la mtandaoni ambapo washiriki watatathminiwa kuhusu ujuzi wao katika kutambua na kukabiliana na mhalifu mtandaoni. Kenyan youth. Kwingineko, Kenya inatarajia kwamba aina mpya viazi tapigajiki uzalishaji wa zao hilo. Tayari shirika la utafiti wa kilimo na mifugo limezindua aina mpya ya viazi ambavyo itawezesha wakulima kuvuna mazao kuridhisha katika muda wa miezi mitatu. Haya yalisemwa na mkurugenzi wa shirika hilo Robert Musyuki. tunahakikishia wakulima pamoja na, na, na inji kwa jumla ya kwamba sasa si kama vile juzi ambavyo walikuwa wanasema ya kwamba Kenya hakuna viazi ya ya, ku, ya kutengeneza kwa standard ya chips zao vile wanasema. Sasa tuko na hiyo variety. Mwishowe kampuni ya kiteknolojia ya Sintura yenye makao yake makuu nchini Uingereza imezindua kituo kuhusu salama mtandaoni matumizi ya Akili Mnemba ambacho ni cha kwanza cha aina yake katika kanda ya Afrika Mashariki. Kituo hicho kitawapa wenye biashara ndogo na za kadri fursa ya kuimarisha matumizi ya teknolojia ili kupiga jeki biashara zao. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Centura Chris Evans amesema kituo hicho kinalenga kuwapa wajasiriamali uwezo wa kufanya maamuzi yaliyojikita katika teknolojia na hivyo kuboresha utendakazi na kuimarisha ubunifu na ushindani wa kibiashara way and we're helping clients build practical use cases so that they can see how they can unlock value. Kituo hicho kitadhihirisha hatua zilizopigwa katika usawishaji wa akili mnemba, ushirikiano katika pahala pa kazi na usalama wa biashara.